Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni hii ni ya muhimu sana. Kanuni ya mchana na usiku ni kanuni ya muhimu sana ambayo ukifanyia kazi inaweza kuleta ustawi wa ajabu sana kwenye maisha yako kwa namna ambavyo hutakaa uamini. Haleluya! Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza tunaona Mungu aliumba mchana na usiku. Tuna na Mungu aliumba mchana na usiku, nake majira yetu yamegawanyika. Tuna mchana, lakini pia tuna usiku. Ni muhimu sana, kanuni ya uumbaji ikahusisha haya majira mawili, mchana na usiku. Neno la Mungu ni kifaa cha kuumbia. Unapokuwa na neno la Mungu umekabidhiwa kifaa cha kuumba. Waibrania sura ya kwanza mstari wa tatu wa pili na watatu, pale utaona Biblia inatuambia kwamba kwa maana ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu lina uwezo wa kuumba ulimwengu wako. Neno la Mungu linaweza likaumba chochote kile, linaweza likaumba figo, linaweza likaumba figo iliyokatwa kaumba afya kwa mtu mwenye kansa, linaweza likaumba ndoa ya baraka ambayo yamkini kwa namna ya kawaida ilikuwa ni mifupa mikavu, isingeliwezekana, lakini kwa Mungu kinaweza kikaumbwa, kwa sababu bibilia nasema vyote vilifanyika kwa neno. Kwa neno linafanya chochote kile ambacho unataka kukifanya. Neno linaweza likaumba idea mpya ya kibiashara ambayo haijawahi kuonekana kwenye mji wako. Inaweza inaweza, lakini neno hili nimekwambia kwamba kanuni ya mchana na usiku ni kanuni ambayo inaweza kuleta ustawi kwenye maisha yako kwa namna ya ajabu sana. Ukiangalia kwenye Zaburi sura ya kumi na tisa mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba tazama, mchana e, husemezana na mchana alafu usiku pia husemezana na usiku. Ukiwa makini, unaweza kusikiliza maneno ya mchana ukiwa makini unaweza kuyasikiliza maneno ya usiku. Usiku unaongea nini? Unaweza kuwa unapitia kwenye changamoto, halafu usisikie ya kwamba usisikie maelekezo, lakini pia unaweza kuwa kwenye kwenye adivante, kwenye wakati ambapo eh, nuru inaonekana, mambo yanaenda vizuri, na usisikie na ukashangaa mambo yanakufa ghafla, lakini Biblia inasema mchana huongea na usiku huo unaongea pia, unatoa sauti. so, kumbe mchana na usiku you can hear something eh? Whether from God au kutokea kwenye ulimwengu wa roho unaweza kusikiliza eh? Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari uh, yes yes, Yoshua sura ya kwanza mstari wa nane utaona pale Mungu anamshauri Yoshua, anamwambia Yoshua, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku, alafu ukapate kutenda sawasawa na yote aliyoandika humo, ndipo utakapoifanikisha njia yako na ndipo utakapositawi sana. Kumbe ustawi uko kwenye kanuni ya mchana na usiku. Unapokaa na neno la Mungu mchana na usiku ukapata nafasi uh, tukisema mchana manake ni masaa kumi na mbili ya ya mwanga na masaa kumi na mbili ya giza kwa ukapata nafasi muda wote kutoka saa kumi na mbili mpaka saa kumi na mbili jioni eh? ya kusoma neno la Mungu, then you pray you meditate eh? Hii itayafanya maisha yako yastawi kwa namna ya ajabu. Ukapata nafasi tena usiku, ukameditate, halafu ukasoma neno la Mungu ukameditate eh? Halafu kaliweka kwenye matendo, asee, maisha yako yatastawi sana lakini tunaona pia Daudi anaongelea kitu kile kile eh, kwenye kitabu cha Zaburi sura ya kwanza. Unaona kabisa kwa Yoshua ilikuwa ni Yoshua moja sura ya kwanza mstari wa nane kwa Daudi ilikuwa ni Zaburi sura ya kwanza mstari wa tatu wa pili wa tatu wa nne hivyo. Kwa kumbe unagundua hii ni kanuni ya kwanza kabisa ya maisha kwa mwamini. Ni kanuni gani? Daudi anasema ya kwamba, na heri mtu ile asiokaa katika shauri la sio haki, wala ka barazani enye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo mpendezao na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Kwa kuwa unagundua kuitafakari sheria ya Mungu inapaswa kuwa mchana na usiku. Pata muda, mchana pata muda usiku. Halafu mbele pale anasema naye, mtu huyo atakuwa ni kama mtu uliopandwa kandokando ya vijito vya maji, Uh, uzao matunda kwa majira yake, alafu uh, na na na, na jani lake halitanyauka na kila litanao litafanikiwa. Kumbe kanuni ya mchana na usiku ni kanuni ya kuumba ustawi usiozuilika, usio wa usio kawaida. Mungu akusaidie, pata muda wa kukaa na Mungu mchana, pata muda wa kukaa na Mungu usiku, utayaona maisha yako yanakuwa na ustawi wa ajabu sana. Amen. Mungu akusaidie sana.